Ikiwa kwamba hata haya tunayozungumza, ikiwa hayajawapendeza wa mabwana, kwa maana hata kuweka kwenye mtandao wananyakua wanatoka. Je, yeah, hasa kweli, Amerika sera zake katika sera zake imekuwa kweli ikitaka kuwatetea wakristo na Nigeria kuna mafuta tua, tukiangalia tangu, pamoja na kwamba alipatiwa ofa akuzungumza katiba yetu Leo tukiwa katika taswira 411 mm. tunataka tuzungumzie swala linaloendelea Nigeria. mm. Bwana Trump ameandika katika ukurasa wake kwamba ameshambulia Nigeria. mm. E, na swala zima la kushambulia ni kwamba inaonekana kuna uonevu wa Wakristo, kuna mauaji yanaendelea mm. ya Wakristo Nigeria mm. ili swala lina ukweli kweli ndani yake lina ukweli au nyuma ya pazia kuna kitu kingine Marekani inataka kukifanya na Trump. Uh, ukweli wa uvamizi ni kwamba swala ni kwamba lina ukweli wa, kutu, wa matukio lakini kusudio hasa la uvamizi wa Marekani ndani ya Nigeria leo hii nchi ya Nigeria ambapo ni kwa madai ya mauaji ya Kristo. Kwa madai ya mauaji ya Kristo ndo nafikiri ni, ni, ni swala la kuzi, la, la, la ambalo kwamba linazua maswali kidogo yeah. Mazungumzo ya Trump ambayo kabla ya leo tayari alikuwa ashayatanguliza ni kuhusu suala zima la nini kuwatetea kwa kwa kwa Wakristo, kwamba Wakristo Nigeria wamekuwa wakiuawa, Wakristo Nigeria wamekuwa wakidhulumiwa, na Boko Haram inaua sana Wakristo. Na kutokana na hili, kwanza alianza kwa kutoa onyo kwamba ikiwa itaendelea hali hii, basi si tutafanya nini? Tutaivamia Nigeria. Hmm. Kama hali ya kuwaua Wakristo itaendelea. Kwa hivyo swala ni madai ya kuwatetea Wakristo, kwamba hatutaki hili swala liendelee. Tukisema tutajadili ukweli wa swala hili, tunakuja kuiangalia picha hii kwa upana zaidi, yani tunafunguka ku nje ya Afrika. Je, hasa kweli Amerika, sera zake katika sera zake imekuwa kweli ikitaka kuwatetea Wakristo na haki zao? hmm. Kabla hatujaenda nje ya Nigeria mm, tukazungumzia kwa ujumla duniani mm, tunaona mauaji yanayotokea kwa mfano wanayofanya Boko Haram mm -hmm. Boko Haramu hawachagui ni Mkristo wala ni Muislamu Islam. mm -hmm. na wamekuwa pia wakiwaua zaidi wa Waislamu. hata shambulio liliofanyika hivi karibuni mm -hmm. limefanyikia msikitini msikitini. mm -hmm. na Boko Haram wenyewe ndio wamewavamia, wamewapiga Waislamu. mm -hmm. mm -hmm. sasa ni ukweli kwamba kinachoendelea ni uonevu wa Wakristo au ni kwamba tu wanajaribu kutengeneza njia ya kuingia kutafuta kile ambacho Marekani wamekuwa wakiitafuta katika nchi nyingi kama Afrika. Libya walijaribu kufanya hivyo, kama kule Mashariki ya Kati, tuliona waliingia Iraq. Kila mahali wanajaribu kutafuta e, upenyo tu e, kwa sababu ya kutafuta vile wanavyovihitaji. Sasa hapo umefanya vizuri, kwanza umet, umetaja tukio ambalo limetokea kabla ya uvamizi wa Marekani leo mm. Nigeria mm. tukio mm. mba, kumbe, Kristo, la Boko Haram kuuvamia wa msikiti wazi, inaonyesha kwamba kumbe sio eti ni Wakristo tu pekee, sio swala la Wakristo, sio sio Wakristo peke yake wanauliwa na, na Boko Haram mm. bali hata Waislamu, hii ikiwa ni moja katika ushahidi mm. Lakini kuna kitu kimoja ningependa eh, tawakal mm -hmm. nikueleze au tukiangazia tuki kwa pamoja mm tukirudi kwenye sera za Marekani dhidi ya Wakristo tunakuja kuona kwa mfano ndani ya Middle East hmm. leo hii tuchukue mfano wa Israel. Sasa hivi matukio hmm. ya eneo la West Bank, West Bank, Palestina, eh, unapata kuna visa vingi vinavyoonyesha kwamba Wakristo wamefanya nini, wameuawa na so, Wakristo tuna makanisa pia, na makanisa yamevamiwa, yame yamelipuliwa hmm. na Wakristo kuuawa chini ya mikono ya nani? ya Waisraeli no. Ikiwa waisraeli hawa hawa tunawahesabu kwamba ni ma marafiki wakuu wa nani? Kwa hiyo kama marafiki wa karibu wa Amerika, Trump issue yake ilikuwa ni kutetea Wakristo, angeanza kutetea angeanza kutetea kule West Bank. Aha, angeanzia yale mauaji yaliyokuwa yanafanyika West Bank na makanisa kuvamiwa, ilikuwa anze kutetea kule, kule yale wakristo hmm. wa kabla hajafika hmm. huko kwanza, hiyo yeah. Moja. Yeah, kwanza, pili nataka niunganishe na ni hii kama utaweza kuniruhusu hmm. na swala so zima hmm. la Venezuela e, kulikuwa na hiyo ishu pia Venezuela, ishu ya Venezuela, mm. Venezuela inakuja kudhihirisha wazi pia kwamba bado hii siasa ya kwamba eti wakristo wanadhulumiwa tunataka tuwatetee eti mm. kwa sababu nyinyi mnafanya hivyo Wakristo tunaingilia kati mm. inaonyesha wazi kwamba ni sera e, e, za, za kutaka tu kufanya nini za kutaka kuingia katika nchi ile. kuingia katika nchi ile na kuvamia yani, takriban mm. kwa sababu Marekani imekuwa na historia ya kuingia uh, kwenye siasa uh, kisiasa kwenye nchi zingine ikitaka kuima kwa ajili ya kucontrol kiuchumi, mara nyingi kujaribu ufuja zile wanasema nini rasilimali rasilimali ambazo zinapatikana pale, lakini ni sababu tu wanatafuta. Wakishaipata sababu moja wanaitumia kwa sababu waliona hii inawezekana, ni moja katika sababu wakairukia. Lakini wazi inaonyesha kwamba sababu hii sio kwenye, sio kinachokusudiwa, kwamba kweli wanawatetea nani. Kwa hata kule kwa Maduro <laughs> ilikuwa Trump, ilikuwa ni geresha tu kabisa, alitakiwa naye pia akajaribu kutetea wakristo kule haiko na kabisa, inaonyesha wazi ukiangalia ishu ya Maduro leo hii mm. Tawakal mm -hmm. E, kuna mengi ya kuangalia tukirudi kwenye nchi ya Venezuela kama nchi mm. ni nchi ambayo inafahamika na kuwa na imani nzito ya, ya Ukatholiki mm. ambao ni Wakristo wa Kikatholiki ambao wana imani nzito ya Ukatholiki mm -hmm. kuna mazungumzo hivi majuzi yametoka kwenye Twitter ya moja katika wabunge wakuu wa wawakilishi mm -hmm. wa, wa, wa, wa, wa Marekani kwenye ukurasa wake wa X mm. ameandika kuhusiana na swala hili akisema kwamba Venezuela inajulikana kama nchi ya kikatholiki na ina imani nzito ya nini? Ya Kikatholiki. Ni Wakristo mm. Maduro huyu ambaye anapigwa vita leo hii na na Marekani na Trump ni moja katika watu ambao wamesimama kidete kuzilinda principles zinazoendana na nini? na dini na fikra no na imani ya ya Ukatholiki hmm. Nakusudia masala kwa mfano ya abortion mm -hmm. masala kwa mfano ya, e, ya jinsia moja j, j, ndoa za jinsia moja ndoa za jinsia jinsi moja ni vitu ambavyo viko dhidi ya, nini? Ya, yu, kanisa. Ya, ya ya kanisa hmm. la Katholiki hmm. Hapa hivi Maduro anasimama dhidi ya vitu hivi, anasema kwanza abortion, akikusudia aki kwamba abortion naizuia sana kusu, kutetea uhai wa nani? Uhai, wa, viumbe. Wa, wa viumbe hawa wawili sana sana akizingatia mama mm. ambaye anahusika ambaye ndio mwathirika mkubwa. Kwa hivyo kwanza anatetea principles ambazo zinaendana na nini? Na, na, na dini yake na imani yake. Lakini tunakuja kupata yeye ndo adui wa kwanza wa, nani? Wa Marekani leo hii anapigwa vita mm. asera zake haziko sawa, msimkubali hata kwenye uchaguzi uliofanyika wakati ule mm. kati ya Maduro na mpinzani wake yeye aliyekuwa akijulikana kama alikuwa anaitwa Maria Corina. Asante. Eh, Maria Corina, Bi Mm. Bi Maria, Corina. Mm. Huyu Bi Maria Corina Machado ambaye alikuwa ndo mpinzani wa Maduro mm, yeye sasa kabisa ambaye yeye ndo mmoja katika waliokuwa wanapendwa zaidi na sera za Kimarekani mpaka juzi juzi eh, akaja kupewa tuzo la nini? Tuzo la Nobel eti kwa kuwa yeye ni mmoja katika watu ambao mm. wametetea sana E, ubinadamu na vitu kama hivyo mm. e, unakuja kupata kwanza hu... uh, alikuwa mpinzani e, Bi Maria mm. Machado aliyekuwa mpinzani wa Maduro mm. alikuwa yeye ni mmoja katika watu ambao wako kipaumbele kutetea nini? Mambo, sera ya, hizi za za abortion na LGBTQ. Eh, abortion na masuala ya ya jinsia, ndoa za jinsia moja. Mm. Kwa hivyo takriban alikuwa moja kwa moja dhidi ya nini? Ya fikra na imani ya ya Kikatoliki, na mambo ya imani kwamba kabisa kwamba Trump hayupo tayari kutetea mambo ya hayo mambo ya, ya Ukristo kwa sababu tukisema Ukristo au Ukatholiki pia hmm. unakataza imani yake inakataza hayo mambo ya ndoa za jinsia moja, inakataza mambo ya abortion, lakini e, aliyekuwa na ana, Trump anamuunga mkono, alikuwa anatetea mambo hayo hmm. lakini tukiona Maduro yuko dhidi ya mambo hayo ya abortion na mambo ya jinsia moja hmm lakini bado ana tatizo na Marekani. Kwa hiyo tukiunganisha na Nigeria, mm -hmm. ni kwamba tatizo si kwamba ni mauaji au kutetea imani ya kikristo mm -hmm. bali nyuma ya pazia kuna mambo yao na Nigeria, kuna mafuta mm -hmm. inawezekana wanasarandia mafuta hayo mm -hmm. sijajua wanasarandia nini, lakini ima wanasarandia mafuta au kuna kigezo kingine cha mambo ya uchumi mm -hmm. na kutaka kumweka mtu wao pale ni nchi mbili ukizingatia Nigeria na Venezuela ni nchi mbili ambazo kwamba zina rasilimali ya, ya, ya, ya thamani ya juu mm. Na miongoni mwao ni hiyo no unaohitaji ambayo ni mafuta mm. Venezuela ikiwa miongoni mwa nchi ambazo zina uh, uh, hazina kubwa sana ya nini ya mafuta na uuzaji wa mafuta mm. kwa nchi za nje mm. takriban ambazo ni moja katika nchi zilizopo karibu na Marekani zenye uh, uzalishaji mkubwa sana wa nini wa mafuta, kwa hivyo hii ndio mm. rasilimali kubwa Hmm. na endapo mtu kama huyu mwenye rasilimali kama hii atajisimamia, hmm. na akawa anajitegemea hmm, atakapokuja kujitegemea ni kwamba inaonyesha wazi atakuwa nani Nangu. kubwa. na nguvu kubwa, na hiyo ndio hofu kubwa ya Marekani. Unajua Marekani mara nyingi amekuwa <laughs> akihitajia kwamba kusiwe na nguvu au na nchi yenye nguvu ya kujitegemea kama walivyo eh, Iran hmm, walivyo Russia Hmm. na baadhi ya nchi ambazo zinataka kujitegemea zenyewe. Kwa hiyo Marekani anataka kuhakikisha kwamba hakuna nchi ambayo itakuwa inajitegemea au inaweza hata ikarudisha tu majibu ya mdomo, achana na majibu kama waliofanyiwa na Iran hmm. kwa hiyo hata kama e, mtu atakuwa ana sera zake zinaendana na, na Trump lakini hiyo nchi ikawa inaonyesha inaonekana kwamba inaweza ikapiga hatua na ikawa na nguvu na ikawa inaweza kujisemea yenyewe, itapigwa vita, itapigwa vita sana. Kwa hivyo moja kwa moja, eh, nikitaka kuieleza kwa kiufupi ni kwamba vita vinavyoendelea sasa hivi mm, au mgogoro huu unaoleta mvutano, swala la kutetea Ukristo au dini ya Kikristo au Wakristo ni mm, moja tu katika kadi ambazo kwamba zinatumika kufanya nini kuweza kucheza siasa ya kutaka kukontrol haya maeneo mm -hmm. Lakini si kweli kwamba eh, kuna nia na kusudio moja kwa moja na kuwatetea Wakristo kwa sababu, kama nilivyoeleza, ingelitosheleza kule mwanzo. Uhum. Amerika ikaingilia kati na kuwatetea Wakristo waliokuwa chini ya uvamizi na dhulma ambazo zilifanyika maeneo yale mengine. Ah, basi si Taswira 411 tulikuwa tunataka tujua mambo mawili tu ambayo mm -hmm. ni suala zima la Nigeria mm -hmm. la uvamizi aliofanya Trump na yeye amekiri kabisa kwamba amefanya ambao mm -hmm. tumeona lina connection pia na kule kwa Maduro Venezuela, Tabis. na tumeona kwamba hakuna inawezekana, hakuna uhalisia wa mm -hmm. kinachoendelea na kinachodaiwa mm -hmm. na Trump, na ndo ifahamike kwamba ni siasa. kabla haujamalizia mazungumzo hmm. e, utapata kwamba serikali yenyewe ya Nigeria pia ime tunaweza tukasema kwamba badala ya kwamba iingie kati kutetea, imehusika katika kufanya nini, kufanya execution ya hizo e, strikes ambazo zimefanyika kutoka kwa Amerika, yaani imesaidia, imeisaidia, ime e, Amerika na kuipa nguvu kuweza kufanya nini kufanya maamuzi haya yaliyofanyika hivi juzi. Unaweza ukaelezea kidogo kwa nini wamesaidia? Kwa sababu ni kwamba walitoa ile wanasema go ahead. Yaani e, hata Trump mwenyewe nafikiri katika e, ndani yake ya Twitter ameelezea wazi kwamba kupitia e, authorities za, za nchi tumeweza kupata nani. Ay, kwa maana una, unataka kuonyesha kwamba ndani ya Nigeria kuna migogoro ya ndani kwa ndani baina ya na huenda taasisi baadhi ya taasisi ambazo hazikubaliani na rais wa Nigeria, au naweza nikasema kwamba huenda kuna maslahi ambayo e, serikali inapata kupitia msukumo huu wa, e, wa Amerika. Au ndio ukiwa koloni kwamba unatakiwa ukubaliane na chochote kile ambacho e, kinatoka kwa bwana wako eh. Takriban aha, itakuwa lazima kuna jinsi ina, serikali inapata tunasema inapata, faida kupitia msukumu mzima wa Amerika kuingilia, kuingilia kati issue ya Nigeria. Na ndio maana imetoa wanasema green light kwa uvamizi uliofanyika hivi juzi. Ah, inataka ifananie na ile ya Qatar mm. uvamizi waliofanya mashambulizi waliokuwa wamefanya Israeli kwa wale viongozi waliokuwa wa Hamas mm -hmm. wakashambulia na ilisemekana kama Qatar walisaidia kidogo. Kwa nchi ambazo zinategemea sana Marekani ima kiuchumi, kiulinzi ni ngumu sana mm. kujitetea na hata ikiwa wangepinga, kwa mfano nchi ya Katar kama ulivyoeleza, kama wangepinga kwamba hawakushiriki mm. au hawakuhusika mm. e, katika hilo swala la kupitia, yani kutoa green light mm. kwa uvamizi uliofanyika, ingekuwa ngumu sana kuieleza hali nzima vipi ndege zinazotoka masafa yote hayo zitakuja na ziingie kwenye anga yenu, basi na serikali au nani ile wanasema government kujua mm, na zikaja mpaka zikafanya uvamizi na zikarudi, na, na bado government haijafanya, haijashtukizia hailiye wala haijaona kitu chochote. Kwa hivyo moja kwa moja inaonyesha government ilikuwa tayari kama kutoa uwazi kukubali kwamba kama mnalote nataka mna, kufanya fanya nini. Yeah. Hivyo hivyo na ndivyo ilivyofanyika. Na uvamizi wa juzi, kabla ya uvamizi wenyewe hasa wa Amerika mm. kufanyika nchini Nigeria mm. e, ni kwamba siku moja mbili tatu kabla ya hapo tayari kulikuwa na ndege ambazo zimekuwa zikipaa kwenye anga zikiwa ziki kwa e, ziki e, wanasema kwamba ni ndege zinazofanya utafiti na ujasusi kwenye maeneo yale, yani ya juu na haya yote yalifanyika serikali ikiwa ipo na haikuzuia wala hakuwa na tamko lolote na, na kusema eh, kinachofanyika si sawa. Uhalisia uliopo ni kile siku yes, zote mi nakisema uh -huh, tunaonyesha kwamba tuna uhuru wa kufanya kila kitu, lakini kiuhalisia tupo chini. Tutumia kauli gani? Tupo chini ya mabwana wetu uh -huh. na wamekuwa wakionekana kwamba Marekani na Ulaya ni kama mabwana wa Afrika uh -huh. na baadhi ya nchi nyingi kwa kujiondoa hapo kunahitajia pia au mabwana watupe ruksa na yeah, ndo tutaendelea moja kwa kwa moja kabisa. Ibara uliyosema upo sahihi kabisa, hata haihitaji kuwekwa kwa unwani wa swali. Ni kwamba moja kwa moja kwa inaonyesha kwamba kuna control kamili kutoka kwa e..., ikiwa kwamba hata haya tunayozungumza, ikiwa hayajawapendeza awa mabwana kwa yeah, maana hata kuweka kwenye mtandao wananyakuwa wanatoa, kwa sababu mitandao ni ya kwao yeah. Mm -hmm. Kwa maana tukitaja Marekani kama watahisi kuna neno ambalo hawakubaliani ha, ha, nalo. Mm -hmm. Tukamtaja mtoto wake Israel. Mm -hmm. Pia wanaweza wakaondoa, yani kwa maana kuanzia kwenye mitandao ya kijamii kwenye hizi AI wanazoziweka. Mm -hmm. Tukitaka kutumia zote wanatukontrol. Mm -hmm. Kwa maana duniani hakuna uhuru. Wale wanaojaribu kuonyesha, baadhi ya viongozi wa Afrika haswa wapinzani wa vya matawala huwa wanaonyesha kwamba e, Marekani na Ulaya wanaweza wakatutetea sisi mm -hmm. lakini kiuhalisia hakuna e, e, nchi ambayo inaweza kutetewa mm -hmm. kwa maslahi yake ya nchi hiyo na Marekani au na Ulaya isipokuwa kama Ulaya na Marekani watakuwa wanamuhitajia kuchukua rasilimali zake au kumtawala. nadhani kwa leo inatosha zaidi. hmm. E, kama kuna jambo jingine tutakuja kuzungumzia tena hapa hapa, taswira 411, Utaridi. Tukutane tena katika kipindi kijacho.